So guys, maandamano hakuna kitu ilikuwa inaleta maandamano, hakuna faida ilikuwa inaleta kwa hii Kenya yetu. Maandamano ni kuharibu na kurudisha nchi yetu nyuma, guys. Let us let us agree that niambieni, hiyo tasks wale wafanyikazi walikuwa wanafanya hiyo tasks yenye imeharibiwa, yenye hata ijarudi form mpaka saa hii, ni watu wangapi wenye wamekaa chini hawajapata kufanya kazi? Zile biashara zenye ziharibiwa town zote ukipanda, okay, huku Imenti au zile maduka zenye waliiba wale walilibiwa ma electronics, wakapata maduka sao ziko empty, mtu akapata biashara, wengine wamelia ni loni, walikuwa wamechukua. Wengine, huyo mtu si alikuwa anachifanyia kazi usisahau. Ya kwamba alikuwa ameajiri hapo, kuna wafanyikazi wawili watatu wa nne wa kumi wako hapo wamekosa kazi. So guys, tukiima andamano, mi m <togu> mi imagine sijui mi ni, ningeulizwa ningesema wale wa, wa, wa, wa, wenye wamepanga wa, wa, wa, wa hii maandamano au watu wenye wako laini ya kwanza wa kuongea kuhusu maandamano tuandamana, akina Kalonzo Musyoka akina Mudavadi akina sijui bra bra kuonyesha na wanataka wanainji that wanaweza lead inji wanaweza ongoza Wakenya haja sasa hivyo tu ndio wanaenda kuongoza Kenya mtu mwenye anafaa lead hii inji yetu mbila m, yani, anaweza eleweka, hawezi ambia watu wa, wa, wa, wa, wafanya maandamano. Haiwezekani so, haiwezekani juu maandamano hakuna faida inaleta kwa inji yetu. Maandamano inarudisha inji nyuma. Ukiangalia town waliharibu kila kitu wakisema Sakaja ni mbaya Sakaja, Sakaja atoke aende babu wawinu waingie. Hatujakata, anaweza kuwa na ubaya wake But hata pia kuna uzuri wake juu hata miaka tano si miaka mingi that, uh, ile maendeleo uh, Sakaja amefanya amefanya tu kulingana tu na venye tu uwezo, ama useme aje siti amefanya zero work. Ukiangalia town ilikuwa imeimprove, ukiangalia town venye ilikuwa la, last term ama wakati wa uhuru ime, ime, imesonga kidogo, kwani ajaya mutu kukusimama kukua mkubwa mahali anasimama kuanga mkubwa mahali, si anafanyanga, anaangalianga mahali kuna regea anainua, anaangalianga mahali kuna shida anainua. So, mnanubulisha inji yetu nyuma na story ya maandamano na hii mambo mingi yenye tunaona hii na imefanyika 25 June. Maze, hiyo siku peke yake imerudisha inji nyuma guys, imerudisha Kenya nyuma. So, hao ma leaders watafanya kur, kur, kur, kuripea zile damages mlifanya miaka tano ishe. Sasa hakuna hakuna kitu yoyote itasonga mbele kwa hii Kenya yetu mpaka miaka tano iishe tu, agree hivyo juu ile dameji mulifanya, hata iezi malizo haiwezi tengeneza kana 2 years. Haiwezi, haiwezi, haiwezi, so nikurudisha, tunarudisha nchi yetu nyuma. Sasa zile tuna tuna support this maandamano sasa zile tuna support watu wa, wa nini waandamane, watu walichomewa magari, wakaribiwa mali zao, vitu zao zikaribiwa yani na, mko hapa mna support maandamano guys. Mimi siwezi support maandamano na, let me tell you huyu Kalonzo mnasema ndiye ati sijui asimame. Huyu Babu Owino mnasema ndiyo asimame, ndiyo mzuri. Huyu sijui nani mnasema asimame, ndiyo mzuri. My friend, sasa ndiyo wasi. Kama anaweza simama kama mzazi, kama leader, kama mu hii, na alafu asimame mbele agree that watu waandamane andamane. My friend hakuna leader lida hapo, tusindanganyane, tusindanganyane. Na ndio tuseme kama vizuri sana, mnajua katiba inasema President Ruto anafaa akae kwa kiti for good 5 years, 2015, ndio mulikuwa mumutoe, nambona amu amu kwenda kumtoa Munafaa mwachane na Ruto, a rule that those five years amalize five years zake, mumrudishe ama mumtoe, siyeti kuanza sijui fujofujo, munaaribu inji na kurudisha inji nyuma guys, according to ma ma maoni yangu. So guys, maandamano hakuna faida inaleta maandamano, hakuna faida inaleta kwa inji yetu, ni kufuruga inji na kuleta mambo mingine mingi na kupea kupea nguvu wale watu wenye hawana kazi ya kufanya. Si eti ni watu wengi sana wamekosa kazi, my friend, ni watu wengi wamekosa kazi. Nikiwa nimekaa hapa mimi siyesema ati niko na kazi sinaweza jifunia hapana. Kazi Nairobi, my friend, najua kukosa, ni kukosa kazi bwana, unakosa kazi kabisa. Kitu ingine, kuna kitu imetuharibu kama sisi wananchi, unaona mtu anaishi maisha fulani na wewe kama we kijana mdogo wenye we mnajiita jenzi, wacha sisi tukue, mtute sijui milenium ama mtute sijui vitu gani zenye zinaitwa, utaki kuelewa ya kwamba nilistrangle ndo nifike mahali nimefika, ama huyo mtu amestrangle ndo afike mahali amefika. We unataka ufike hapo yani ufuke tu ufike? Nataka niwapee mfano before nifikie before, before mtu afike ku kuishi maisha mzuri, lazima akuwe alipitia, lazima alikuwa ali, lazima akuwe ali, hakuna. Unajua siku hizi mambo ni tofauti. <laughs> mambo ni tofauti. Unapata hata watu kwambomo wanakosana e, juu ya unapata sista mkubwa ama ndugu mkubwa anakosana na wale siblings wadogo, juu hao wadogo ni kama wako na wivu na yeye mahali yako, they, wanataka ku, ku, kutoshana na yeye wamesahau awaangalii, uh, nyuma awaangalii vile huyu alistrangle, aliishi maisha fulani, afta kumaliza shule alistrangle, aliishi nyumba ya mabati, akaishi hapa, akafanya hii kazi, akasaidia hapa, akakuwa hivi. Hawataki kujua hivyo, mtoto anataka amalize form four apate kazi immediately, afuke aende akaishi Kireleshwa ama akaishi Lavington ama akaishi sijui wapi, wanataka taka kukua mbele ya wale wenye wako huh? Sijui hi, hiyo tu ndio ina tuharibu, kitu ingine natuharibu, hiyo ndio inaharibu kabisa. Unaona, mtu akona pesa na ni ndugu yako ama ni dada yako, unajua venye alipitia, but we unataka kujionyesha wewe, unajua unataka kufuka upate uonekane, we umepata kiurahisi we maisha yako imekuwa ime kiurahisi juu wewe ndio utakuwa umebarikiwa, ama wewe ndio unaomba Mungu ule wa ukweli, ama inakuaje? na njia yenye unapata hiyo pesa ama njia yenye una, una nini nayo sio njia nzuri. Unaelewa? So tukue wapole, tukue wapole. Tunataka kitu ifanyike mara hiyo hiyo na iezi fanyika hivyo, na utaendelea, ifanyike kwa njia mbaya aiezi fanyika vizuri. mpaka ikue na process. Trust the process man, trust the process Hivo tu uki trust the process bana, mambo yako itakuwa mzuri. Hakuna haja ya kushinda tukipigana huku, sioni venye mimi mwenyewe. Mimi ni mzazi, mimi ni ndada, mimi ni sista ya mtu, alafu nianze kusapoti, yani maandamano? Aiwezekani guys, aiwezekani. Hakuna lida mwenye anaweza itwa lida. Tunapotea hii njia yetu, tunapotea. Mtu anaweza sapoti maandamano juu mwisho wa maandamando wa maandamano tukua wapole. Ruto alilead miaka yake tano, amalize, yatoke, aende tuchague ule mwenye tuna nini, na juzi si atujielewi, tunachanganyango na tunadanganyango, siku ya mwisho tumrudishe tu tena, tutafanya aje guys? Juzi mimi mwenye naenda kupiga kura peke yangu, tuko wengi tunaenda kupiga kura, tuko wengi tunamchagua. Na how comes tunachagua the wrong person? How comes tunachaguanga the wrong person? to hope one day one time kutapatikana leader mwenye anaweza rule hii kenya yetu, lakini hayuko kwa hii ngrupu ya watu ha, wenye wanasupport maandamano. Hakuna leader ako hapo, tusindanganyane. So guys if you are new to my channel, kindly remember to subscribe, share